Uh, katika kipindi leo cha Baraka Charity Show tuna mada kadha mezani, lakini ninaanza ni kwa jina langu. Mimi naitwa Furahini Anthony Sasami ni mwalimu wa chuo cha, uh, cha Biblia Kidugala Lutheran Seminary, lakini niko na mwanafunzi wangu wa Injilisti mwaka wa tatu majina naitwa Baraka Kolwaiza Kichengula, ni mwanafunzi wa Injilisti katika chuo cha Biblia na Theolojia Kidugala Nimefurahi sana kujumuika na Msasame furaha katika kipindi hii cha Baraka Church Show. Uh, karibu sana Baraka Chengula kwa kuungana nasi katika kipindi hiki, lakini mada tunayoanza kwa sasa ni mada ya umuhimu wa wazazi wa kiroho kwenye maisha ya Mkristo uwe kama mwanafunzi ambaye umekuwa hapa kwa muda mrefu, sasa ni mwaka wa tatu, una mambo mengi umejifunza, na wewe utaenda kufundisha watu wengine au watoto wengine au wainjilisti wengine watakao kuja hapa. Jinsi gani wazazi wa kiroho wana muhimu kwenye maisha yao? Tukianza na wewe, utuambie kwanza, mzazi wa kiroho ni nani, na je, unaye mzazi wewe wa kiroho, na anakuwa ana muhimu gani kwenye maisha yako? Karibu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi ningependa kuanza kabisa na kutoa ufafanuzi wa mzazi wa kiroho. Mzazi wa kiroho ni mtu yeyote ambaye anayeweza kujitoa kukuongoza, kukushauri, kukuimarisha katika maisha ya kiimani, maisha ambayo katika jamii inayokuzunguka, lakini pia yuko tayari kutoa muda wake ili kuweza kukumbusha wajibu wako kama Mkristo au kama mtu aliyeumbwa katika hii dunia una, unapaswa kufanya nini. Na mlezi wa kiroho si tu kwa kwa kwa watumishi, bali kwa Kristo kwa ujumla. Pia kwa upande wangu, ndugu mtazamaji, kama ulivyouliza, mimi ndio nina mlezi wa kiroho na kuna umuhimu kubwa kwa Mkristo yoyote kuwa na mlezi wake wa kiroho ili aweze kumsaidia kuweza kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na aweze kumjua Mungu. Nafikiri niishia hapo. Sasa tunataka kujua zaidi, mimi na watazamaji, yaani mzazi wa kiroho anachukua nafasi gani kwa yule mtoto anayemlea kiroho? Na ukishamaliza kujibu hili swali, nitaomba pia unisaidie, je, kuna wazazi wa kiroho ambao wanaweza wakashiriki kuharibu maisha ya Wakristo wa kwao? Unisaidie kwamba wana umuhimu gani kwenye maisha yao kwa asilimia ngapi? Ile sasa ya wewe kujifunza, kulingana na wewe mzazi ulionayo, unahisi huyo mzazi wa kiroho alishika nafasi gani na amekusaidia nini mpaka leo? Na utuambie, je, kuna wazazi wa kiroho ambao sio wazuri sana kuwalea watoto wao? Yawezekana mtu amejitolea ndio, lakini je huyo mtoto anatakiwa afanyaje anapokuwa na mzazi ili pia au wa, wazazi wanaokuja kugeuka baadaye, kwa sababu anakuwa sio mzazi wa damu, wanaweza kageuka baadaye, labda kwa fundisha katika njia mbaya. Je, huyo anayelelewa kiroho anatakiwa afanye nini ili aweze kuwa na msimamo mzuri ambao utakuwa ushuhuda mbele za Mungu? Utuambie wewe kwamba umuhimu wake ni asilimia ngapi, huyo mzazi wa kiroho na wewe amekusaidia nini mpaka ulipofikia? Ha, kwanza kabisa na bidi tutambue kuna aina mbili za wazazi wa, wa, wa kiroho. Kuna yule anayemsimamia mtoto akiwa mdogo mtoto mchanga anapobatizwa, mm. Lakini pia na mzazi wa kiroho mwingine anakuwa kwa njia ya kuguswa mwenyewe kutoka ndani mm. kuweza kuwa sehemu ya familia yako mm. ili kuweza kukusaidia wewe, kijana, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mara nyingi wanafikiria kwamba hao ambao wanakuja kwa kuguswa wenyewe kwa, inatokea katika maisha, tuna changamoto nyingi, na hizi changamoto zinafanya vijana wengi kuweza kupata watu wengine na kulelewa na watu wengine, na si kila mtu aliyefanikiwa amefika mwenyewe, bali kila mtu aliyefanikiwa yeye, kila mtu amebebwa, mikono ya watu wengi imehusika, si yule baba yake wa ubatizo tu, bali kuna wengine ni wazazi wake wa kiroho wanaomwimarisha kukomaa vizuri, kiakili, kiroho na kimwili pia. Na ndugu watazamaji, ameongelea kuhusu swala la kuhusu mimi kuwa na wazazi wa kiroho. Na, ni, na kuhusu upotevu wa baadhi wa wazazi wa kiroho kuto wasimama kwenye nafasi zao na kuwapotosha wale wanaowalea mimi, kwanza ni mshukuru Mungu kipekee kwamba nina wazazi wa kiroho ambao ni wengi wasiopungua zaidi ya ishirini. Ni wengi hata nikisema naweza nikataja ishirini nisimalize leo lakini, tunaangalia mzazi wa kiroho ana wajibu gani kwa maisha ya mtoto, lakini pia kwa maisha ya Mkristo hasa kwa watumishi pia nitazungumzia kwa maisha ya mtumishi. Mtumishi anastahili kuwa na role model wake wa kiroho, ambaye anajua kwamba katika ile karama ambayo Mwenyezi Mungu aliyomwekea ndani ingeweza kuwa ina, iweze kukua na kuweza kuimarika, lazima awe na mtu ambaye yuko nyuma, ambaye anaweza kusema kwamba ndugu yangu, hapo unapaswa kufanya hiki, hapo inabidi utengeneze hiki, hapo inabidi uende hivi hiyo inasaidia sana hasa pale katika kukuza ile ile karama na na kuendeleza ile huduma ya Mungu iliyo ndani. Na kwa upande wangu ninaweza kumtolea mfano Baba Askofu Daktari marehemu sasa Stefano Munga, mm -hmm. Yeye ni miongoni mwa wazazi wangu wa kiroho ambao walinifundisha mambo mawili makuu katika kumtumikia Mungu. Aliniambia kuwa na nia thabiti, hiyo ni jambo la kwanza, na jambo la pili ambalo aliniweza kunigusia mpaka leo ina Jivunia ni kwamba kuwa na usubutu. Unajua kuna viongozi wengine ambao wanajitolea kuwa wazazi wa kiroho lakini hawajui namna ya kuwaelekeza vijana wao nini cha kufanya. Kwa hiyo mimi napitia huyu kiongozi huyu wa dini kutoka diocese ya, ya Kaskazini Mashariki alinifunza kuwa na nia ya dhati na usubutu katika kile ninachokiamini. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba wazazi wa kiroho kwa pande wa watumishi, unapokuwa naye anakuimarisha, japokuwa huyu alikuja baadaye lakini hata yule wa kiroho pia ambaye alinisimamia ubatizo naye pia ana wajibu wake mm -hmm. Lazima nichukue mimi kama sehemu ya familia yake mm -hmm. Na ni kwa upande mwingine tu tunaweza kusema kwa Mkristo au mtu wa kawaida pia anapaswa kuwa na mtu ambaye anaweza kumuongoza na kiwe anajitolea kwa mzazi wa kiroho, kwa mza, mlezi wake pia anakuwa anasimamia mzazi wa kiroho pia mlezi katika mambo mengine pia. Unajua kuna watu wengine tunakimbilia sana kumkuza mtu kiroho lakini tunasahau pia hata katika maisha pia, unapobeba jukumu la kumsimamia mtoto wa mtu ubatizo, umevaa uhusika wa kuvaa viatu kwa asilimia sabini ya mzazi mwingine ambaye yule mzazi amekuomba wewe msimamie mtoto ili aweze kufika katika lengo fulani. Ili aweze kufika katika lengo fulani, kwa mimi, nafikiri kwamba vyote hivi vinaweza vikasaidia zaidi, kwa sababu unapovaa uhusika na kuweza kumpenda mtoto mwenzako na ku, yale unayoyafanyia kwa mtoto wako ndio unapaswa kufanya mtu mwingine. Na, sasa hivi kumeibuka na wazazi wa kiroho, wengine hawafuatilii watoto wao ambao wanaongoza. Najua kila hatua unayofikia katika maisha lazima wazazi wa kiroho wahusike. Hata wazazi wale waliobatizwa inabidi wajue huyu amemaliza, ni mwenendo yake, tabia na furuka yake, mambo anayoyapenda ni vitu gani Mi natoa mfano miongoni mwa wazazi wangu wa kiroho, mmoja akiwepo katibu mkuu mstaafu James Mwinuka pamoja na Baba Askofu Daktari Stefano Ismail Munga ambaye ni marehemu sasa, walikuwa wanaweza kunifuatilia kila kila hatua, nilipokuwa nimeanguka, walipobeba ule wajibu mpaka elfu mbili na ishirini na tano toka mwaka elfu mbili na kumi na sita mpaka 2025 wamekuwa karibu. Wanajua sasa hizi nasomea winch list. Nje na sasa hivi nimejiongezea akili fulani ya kujiajiri. Wanajua. Wanasema sasa hapa unapaswa kufanya hiki na hiki na hiki. Lakini nakumbuka maneno ya mwisho ya baba yangu wa kiroho Marehemu Baba Askofu St. Daktari Stefano Ismail Munga alishawahi kuniambia kwamba muombe sana Mungu akubadilishe, akutofautishe, akuinue, akuheshimishe, akuimarishe maisha ya kimwili, ya kiroho na kiakili pia. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba alikuwa anataka kwa, anifundishe kwamba niishi maisha ambayo yanayompendeza Mungu ili yeye Mungu anitambulishe, sio nijitambulishe mimi. Kwa mimi nafikiri kwamba kuna umuhimu sana kuliko kuwa na wazazi wa kiroho ambao wakishakubali kusimamia ubatizo, wengine wakishakuona kwamba umeshavuka kwenye ile tatizo, wanakutelekeza, ukipiga wakipigia simu hawapokee. Hao wanapotosha zaidi Asante sana kwa mchango mzuri, lakini sasa kumekuwa na tatizo kubwa la momonyoko wa maadili kwa watoto ambao wamelelewa pia kwenye misingi ya kiroho. Pale wanapofikia mazingira ya kujitegemea, bado hawaishi yale malezi ambayo labda wazazi wao wa kiroho wamewalea. Lakini wakati mwingine pia, hao wazazi wa kiroho tumepewa hizo changamoto kwamba wamekuwa hawashiki jukumu lao ipasavyo, au kama wanashika jukumu lao ipasavyo, basi wanashika upande mmoja tu, upande wa labda wa kuwaheshimu wazazi, kuwasaidia wazazi. Halipo. Imekuwa sasa hivi watoto wengi wa kiroho wamepata neema, labda amekuja kama hapa chuoni au ameenda sehemu nyingine kwa habari ya elimu au kujitafutia maisha akafanikiwa kumjua Mungu akapata wazazi wa kiroho. Yawezekana wazazi wa kiroho wasiwe zehebu lile alilozaliwa nao. Labda huko alikuwa mpagani, ameenda kule amemjua Mungu. Au aliondoka huko akiwa Ruthela na kaenda kuwa akawa labda zehebu fulani akapata watu watakao mlea kule. Sasa, wengine kwenye malezi yao kwa sababu labda wazazi wao hawaamini katika Mungu, wanakuwa wanaambiwa kwamba mzazi wako usimsikilize kwa sababu hamjui Mungu. Wewe hili unalizungumzia kwa watoto wa Kikristo. Unajua, unapopata mzazi wa kiroho lazima ukubali kufuata kile anachokitaka. Kuna wazazi wengine wa kiroho wakikupigia simu saa kumi na moja kesho, saa kumi na moja alfajiri, nataka tuonane nane shambani, anataka anapopita pale saa kumi na moja kamili mesha kukuta, yaani mnapanda gari mnaondoka, sio kwamba anakutenga na familia Bali anakukomaza uwe mtu ambaye anaweza kujitegemea. mm -hmm. Cha pili anapima mtu ambaye anayemwongoza utayari wake, nia yake. Ndio nikasema kwamba kuna nia mm -hmm. na uthubutu. Haya mambo mawili kwa maisha ya binadamu ambaye anakuwa na mlezi wa kiroho na lazima adhingatie nia yake ya dhati pamoja na uthubutu. Kwa hiyo ukiona kwamba mtu una mzazi wa kiroho alafu, una nia ya dhati, una uthubutu mm -hmm. ni bora tu upotee. Naona kwamba umepoteza mzazi hapo. Kwa sababu gani? Wazazi wengi wapendi watoto ambao ni regerege, ambao hawana nia, hawana uthubutu wa kujaribu. Na kuna wazazi wengine wa kiroho wanatamani u-create opportunity. Pale unaposhinda ndio ushirikishe. Fana msoni babangu mzazi, babangu mzazi anatamani kwamba ufanye kazi waione. Pale unapoona kwamba kwamba kwamba kuna viatu vingine uwezi kuvifika, ndipo mwambie. Kwa mimi nafikiri kwamba vyote hivi vinakusaidia kukujenga. Lakini pili, tukinapoongelea kuhusu hulka na tabia tabia ni kama mnyororo sawasawa, na ni tabia inatembea kwenye damu mm, na kama mama alikuwa ni mlokole lakini ni mzinzi mm. Sasa itategemea na akili ya mtoto kujitambua, kama atajitambua, nafasi aliopewa ni kwa neema. Kuna wale wazungu wanasema kwamba golden chance doesn't come twice, maana mm, ake ni kwamba bahati haiji mara mbili, na ikija mara mbili ni kwa neema tunatofautiana neema, hatufanani neema. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba kila kitu kinachotokea katika maisha yako ni fursa, na hiyo fursa ambayo Mungu anaifungua anaifungua katika maisha yako anaifungua kwa kusudi maru, ili wewe uweze kuitumia, ili wewe uweze ku kuinuliwa, kuheshimishwa, kutambulishwa kwenye jamii, maana umeshatambua kile ulichokibeba na uko tayari. Kwa hiyo ni kuishia kwenye jamii. Mimi nafikiri nijibu jibu hivyo kwa kifupi kwanza. Nashukuru sana, nashukuru sana kwa kwa mchango wako katika hili, ninaamini kwamba msikilizaji na mimi na wewe tunajifunza manake, kama na sisi tunanelewa, manake kumbe na sisi tuna jukumu ya kulea.